Wapongeze sana kwa kudumisha utamaduni huu. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kwamba kutokana na umuhimu wake, serikali imeamua kuyakuza na kuyatumia matamasha kama haya kudumisha utamaduni, mila na desturi zetu, na nakumbuka wakati nikifungua tamasha hili mwaka 2021 nilielekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha inashirikiana na, na uongozi wa mkoa na uongozi wa kituo cha Bujora kuliratibu tamasha hili. Ninafurahi kuona kwamba kama alivyosema waziri, hatua zote zimechukuliwa na mambo makubwa zaidi yanapangwa na wizara ili kuenzi matamasha yetu, mila, desturi na tamaduni zetu. Ndugu zangu, katika kuenzi utamaduni wa Afrika, hata wimbo wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki tukisoma ubeti wa pili unasema Uzalendo pia mshikamano, viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila na desturi zetu. Kwa hiyo hata ndani ya Afrika Mashariki hilo nalo limepewa umuhimu na katika wimbo wetu ule hilo tumeliweka vizuri. Hivyo niendelee kuwataka wananchi kutumia matamasha ya kitamaduni kama sehemu ya kuimarisha utamaduni, mila na desturi zetu kwa jamii yetu ya Watanzania. Baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere alituambia taifa linalopoteza utamaduni ni taifa mfu. Tanzania hata siku moja tusende kuwa taifa mfu. Hivyo basi, katika kutunza utamaduni wetu au kutunza utamaduni wetu ni sehemu muhimu ya kulinda maadili ya nchi yetu. Utamaduni hubeba na hurithisha imani, tabia na maadili yanayofaa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Maadili kama heshima, uwajibikaji, uaminifu na mshikamano hujengwa na kuimarishwa kupitia mila, desturi na taratibu za kiutamaduni za eneo husika. Katika karne ya sasa ambapo dunia inashuhudia kasi kubwa sana ya mabadiliko ya kiteknolojia, kiuchumi na kijamii utamaduni ndio unabaki kuwa utambulisho wetu. Utambulisho huu utatusaidia kujua sisi ni nani, tunatoka wapi na tunataka nini. Kuenzi utamaduni wetu ni muhimu sana katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, ambapo katika ulimwengu wa sasa kuna shinikizo kubwa la kuiga tamaduni ngeni ambazo haziendani na maisha na maadili ya Mtanzania na hatimaye kuvuruga amani na utulivu wa jamii yetu. Kwa hiyo tujitahidini sana kulinda utamaduni wetu, ili tuweze kuendeleza na kurithisha maadili mema ya vizazi vijavyo au kwa vizazi vijavyo. Nimefurahi kuwa sambamba na tamasha hili, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo imeweza kuendesha mafunzo kuhusu maadili na utunzaji wa tamaduni. Hili ni jambo jema sana. Lakini pamoja na hayo, sina budi kusisitiza kuwa jukumu la kulinda maadili ni la Watanzania wote, hivyo tushiriki kikamilifu kulinda maadili kwa ustawi wa jamii yetu. Ndugu waandaaji wa tamasha la utamaduni la Bulabo, katika risala yenu mmebainisha mafanikio makubwa yaliyofanywa na serikali. Mafanikio haya yametokana na umoja, mshikamano na uzalendo mkubwa tulionao na kuhakikisha kila mwananchi anapata fursa na huduma anayostahili. Santeni sana kwa kutambua jitihada zilizofanywa na serikali, wabeja sana vilevile. Mmewasilisha vile, maombi mbalimbali mbali kwa serikali, maombi ambayo kwa ujumla niseme wizara imesha yabeba yote na tayari wana mipango ya kuyatekeleza maombi mliowasilisha ni kwanza kwamba tamasha hili liratibiwe chini ya usimamizi wa ofisi yangu. Uh, ndugu zangu niseme tu kwamba mambo ya mila, utamaduni na maadili yetu yana sera yake, na sera ile iko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Mila, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo hawa ndio watakuwa wasimamizi wa mambo haya. Kama kutahitajika msaada kutoka wizarani kwangu, basi ni kimsaada cha kusukuma mambo yaende, lakini usimamizi wa tamasha lote utafanywa na wizara hii. Lakini la pili, mlitaka ombi la kuwa mlezi wa tamasha la utamaduni wa jamii wa Wasukuma la Bulabo. Niseme tu kwamba kama mkuu wa nchi ni mlezi wa matamasha yote, lakini yote yataratibiwa chini ya wizara lakini bado ni mlezi wa matamasha yote. La tatu kuhusu tamasha hili kuendelea kuandaliwa na machifu, hili halina mjadala. Serikali tutasaidia na kuelekeza pale inapobidi, lakini machifu mtaendelea kuandaa matamasha yenu. La nne kuhusu uboreshaji wa miundombinu ya uwanja wa mpira, hili nalichukua, nitakana mkuu wa mkoa na halmashauri ya Kisesa tuone jinsi ya kuliendesha lakini haina shida. Uwanja huu utakapomalizika kuitwa jina la chifu Hangaya, hii haina shida yoyote. Vile vile niseme kwamba mwaka jana, wakati naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Biteko alipofungua tamasha hili kwa niaba yangu, miongoni mwa maombi yaliyowasilishwa kwa serikali yalikuwa kuendelea kulitangaza tamasha hili nafurahi kupokea taarifa kwamba na tumesikia hapa wizara inalifanyia kazi jambo hilo kwa matamasha yote yanayogusa mila, utamaduni na, na, na, na, na, na desturi za Mtanzania. Ndugu wananchi na washiriki wote, tamasha hili ni jukwaa muhimu la kuenzi, kurithisha, kuhifadhi na kuendeleza mila na desturi njema za Kitanzania ambazo ni msingi wa utambulisho wa utamaduni wa taifa letu. Hivyo nami nina maombi machache kwenu. Wito wangu ni kuendelea kudumisha mila, desturi na tamaduni za Kitanzania kwa kuwa ni kielelezo cha uhai wa tamaduni tulizorithi kutoka kwa mabibi na mababu zetu sehemu na tumeona leo hapa, ndugu zetu wametoka Omani, lakini kwa sababu asili yao ni huku wamekuja wamekuja kuunga mkono tamasha hili na wamepanda kuthibitisha kwamba wao ni Wasukuma. Kwa hiyo tuendelee kulienzi na kuenzi mila hizi, lakini pia nipongeze wa waandaaji wa kwamba mwaka huu tamasha limetia fora. Tumepata wageni kutoka Omani, tumepata wageni kutoka Afrika Kusini na nilikuwa naangalia wakati uh, vikundi vinatumbuiza hapa, wenzetu wa Afrika Kusini walivyokuwa wakicheza ni machezo yale yale ya Tanzania, kudhihirisha kwamba mila na desturi zetu na tamaduni zetu ni zile zile. Kwayo tunawashukuru sana kwa kuja na kututia nguvu katika tamasha hili, lakini niseme pia kwamba sehemu nyingine ya utamaduni wetu wa Tanzania ni kuwachagua viongozi wetu kupitia chaguzi mbalimbali mbali. Hata sisi machifu tunachaguana, muda ukipita, tunachaguana katika nafasi zetu mbalimbali. Kwa hiyo ni mila na desturi yetu ya Kitanzania pia, lakini kisiasa tuna mila na utamaduni wa kuchaguana kila baada ya miaka mitano na kama mlivyobainisha kwenye kauli mbiu yenu tafanya hivyo pia mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Shiri hivyo nami nitoe rai kwenu kuendelea kuwahamasisha wananchi kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu ipasavyo ili wachaguliwe viongozi watakao iletea nchi maendeleo. Aidha, kama sehemu ya kuendelea kuimarisha utamaduni wetu ni watake kuendelea kushirikiana na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika kuendeleza matamasha ya utamaduni katika mikoa mbalimbali. Tumemsikia Mheshimiwa Waziri akieleza kuwa tamasha la utamaduni wa kitaifa la nne litafanyika mkoani Morogoro mwezi Disemba mwaka huu. Naomba wote tulitie nguvu tamasha hili pia. Mwisho kabisa, mwisho kabisa lakini sio kwa umuhimu, ni waombe machifu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 Na baada ya kusema hayo, hivi tamasha tunalifungua, tunalifunga? Tunalifungua, baada ya leo mambo yataendelea. Aya, sasa, baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima ya kutamka kwamba tamasha la utamaduni la Bulabo la mwaka 2020 25 sasa limefunguliwa rasmi. makofi mengi na vigelegele. Tunashukuru, tunamwomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu awabariki wa Tanzania tuweze kutumisha mila na desturi zetu, na asanteni sana kwa kunisikiliza asante sana. makofi mengi na vigelegele. Ndugu zangu Bulaboye, yeah! Aya, asante mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chifu Hangaya, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie kwa